Miradi inayotazamiwa na rais William Ruto kulitoa taifa kutoka kwenye hadi, eh, kutoka hali iliyoko hadi taifa linalostawi hadi taifa lililostawi itafadhiliwa vipi? Kwenye hotuba yake bungeni, rais Ruto ametangaza kuzinduliwa kwa Hazina ya Kitaifa ya Miundombinu na Hazina ya Utajiri wa Rasilimali ya Nchi. Aidha, kwa mujibu wa rais, hazina hizo zitapunguza haja ya kukopa pesa katika nchi za kigeni au kuwaongezea wananchi mzigo wa ushuru. Rais amesema kwamba mapato yote yatakayopatikana kufuatia ya ubinafsishaji wa baadhi ya mashirika ya serikali yataelekezwa kwenye hazina hiyo na ya, miu, ya miundombinu ambayo itatumika kuvutia zaidi ya ha, au hadi mara kumi zaidi ya ilivyo sasa. Na kama anavyotuarifu Melita Oletenges, rais anasema kuwa mfuko wa utajiri wa rasilimali ya nchi utaokoa sehemu ya mapato ya rasilimali kwa viza, viza, vizazi vijavyo. Azma ya Rais William Ruto ya shilingi trilioni tano zitakazotumika kuimarisha miundombinu, uzalishaji wa kawi na kuboresha sekta ya kilimo imeibua maswali kuhusu ni vipi serikali itamudu gharama ya miradi hiyo. Rais Ruto akitoa majibu kwa maswali hayo na kusema kwamba serikali itaweza kugharamia miradi hiyo kwa kubuni hazina mbili tofauti. We will establish the National Infrastructure Fund. Rais anadai kwamba faida itakayopatikana kupitia ubinafsishaji wa baadhi ya mashirika ya serikali itaelekezwa katika hazina hiyo, akisema kwamba itapunguza mikopo ya serikali na kuhakikisha kwamba mapato ya mashirika hayo ni wazi inyume na kampuni zilizobinafsishwa awali all proceeds from privatization will be ring fenced preserved and reinvested into new infrastructure and wealth creating assets when ownership shifts to the private sector for efficiency the benefits to the public will not diminish they will multiply. Akitetea mpango huo, amesema kwamba umepitishwa katika mataifa yaliyoendelea kama vile Future Fund ya Australia, Temasek ya Singapore na Mubadala ya ufalme wa kiarabu UAE. Kadhalika amesema kwamba hazina ya utajiri au faida ya rasilimali ya nchi pia itabuniwa. When we use natural resources or borrow, we must ensure future generations are not left poorer. That is why alongside the National Infrastructure Fund we will establish the Sovereign Wealth Fund to give full effect to the constitutional principle of intergenerational equity. Rais Ruto amesema kwamba kukosekana kwa hazina hiyo kumenyima vizazi vijavyo fursa ya kufaidika na rasilimali za nchi hususan zinazoendelea kufifia. History has already warned us. Along our coast region, titanium deposits have been exploited and depleted. And because we lacked a sovereign wealth framework, future generations will inherit nothing from the resources that we got from titanium. Rais akisema kuwa haitawezekana tena kuendelea kufadhili miradi muhimu ya miundombinu kwa mikopo au kuwalimbikizia wananchi mzigo zaidi wa ushuru ila kwa kutumia mbinu endelevu za kusaka fedha. Milita, Oletenges, Runinga Citizen.